Lakini Mungu ameniponya, ameniinua tena ungali yeah. Kwa maombi yako, kwa sababu ikushirikisha, ulishirikisha wazee wangu wa kanisa na kanisa, mliniombea. Mtasema huyu mzee tulimwombea wapi? Lakini kila ulipotamka Mungu aponye afya za washirika, ulitamka na mzee Swaya aponye. Najua ulitamka katika ulimwengu wa roho na Mungu ameniinua tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupeni kilichokuwa kinanisumbua, sinalo mzee mzee mze, sole tumaini tumailicho mwezi wa nane, hiyo hali ilianza kunisumbua ya kukosa pumzi, siwezi kutembea kidogo, siwezi kwenda mbali, siwezi kufanya jambo lolote gumu. Ile hali ikawa na nasumbua kwenye hospitali mbalimbali, mshoe watoto na mke wangu wakaniambia hali sio nzuri, nena mungii Nikaenda mwimbili kwa neema ya Mungu nikapokelewa pale mwimbili. Siku ya kwanza tu mama ndio alinipeleka nikapokelewa, nikaanza vipimo imedee. Nilivyopimwa nikaonekana moyo umepanuka. Daktari akaambia sasa, tutakuanzia vipimo, tutaanza kutibu, kama itaonekana huvikavi haraka, tutakufanyia upasuaji. Sasa hiyo nikaniumiza sana akili, kwa sababu upasuaji mara ufe au mara upone. Niombea, niombea, mbini, mitatu, familia ikaendelea kuniombea, tungaja akaendelea kuniombea nami kaendelea kutumia zile dawa za madaktari. Ukaendelea sasa kule Muhimbili kila baada ya miezi mitatu nafanywa vipimo, una attend kila mwezi, lakini kila baada ya miezi mitatu wanakuingiza kwenye vipimo vyao, wana vipimo vingi. ni ambayo mjaenda kule Mungu wanemeshe, msiende kabisa kabisa kule, kuna vipimo ambavyo unafungwa saa nyingine kama kama kama ng'ombe miguu inafungwa kamba mikono inapigwa kamba kila mahali inapigwa pigwa kamba, yaani vipimo vya ajabu ajabu, ili mradi watafute kile kinacho kusumbua. Kwa hiyo kuna baada ya miezi mitatu nikawa napimwa, na ndio nenda, unaendelea vizuri unaendelea vizuri. Bwana nasai na uzuri mmoja alikuwa ana ananitibu ndio mkurugenzi wa ile taasisi ya moyo pale Muhimbili. Mwaka huu mwezi wa tatu ndipo nilipofanyiwa vipimo ile check up tena akaniambia swali, tunasikitika kwamba figo zako zimeathirika kwa hiyo utaendelea na vipimo na wakawa wawazi kweli, hizi dawa inazotumia za moyo ni kali sana, ndio maana zimepelekea kuathiri nini figo. Bwana wa Mungu, niliishiwa nguvu. Yule bwana akajaribu kunitia moyo, lakini haikuwezekana. Nikapokea dawa zao, nikarudi nyumbani. Nakumbuka siku ile nililala mapema sana, nikiwa kitandani, kwenye saa mbili hivi nikasikia kama mahubiri yananiingia kichwani, unajitia mjanja safari hii umepatikana uchomoki. Basi na mimi nikalijibu kwa ujasiri, nachomoka katika jina la Yesu. Basi ile hali ikamtia nguvu, tukaendelea kwa, nikaendelea kwa na vipimo, nikaendelea na vipimo, natibiwa hivyo tangu mwezi wa tatu kwa natibiwa moyo natibiwa na figo, ilivyofika mwezi wa kumi mwezi huu tulionao, tarehe kumi kwa sababu na ateni kila mwezi mara moja mojai nikaenda mwimbili kwa nikamu kama kawaida, hida lazima lakumo fika alfajiri saa kumi na mbili, nikafika. Kuna prosesu za kufata. Sasa kufika, kanda akubwe ni mgonjwa wa dokta fulani na ito pita, nikaambia basi weka mwone wile kijana. Kufika kwa hile kijana kaniambia, bwana wewe daktari wako akasema na mimi umfate kwenye kliniki ya VIP iko Mikocheni iko Oysterbay. Nikaambia tutafikaje? Akaniambia, kaa hapo, wagonjwa wote wa wa ule tu, wa wale daktari tunawakusanya hapo tuwabebe na gari tuwapeleke kule anapohudumia leo, VIP Hospital Bay. Nikaambia ah, mimi nitaenda kwa safari wangu. Akasema kama una safari wako, chukua ramani. Akanipa ramani isa kufika kule, nikaondoka pale saa tano, nikawa niko pale lakini, kumbe kule sio Oysterbay, ni hawajui kule ni Mikocheni. Nikafika Mikocheni nakuta vijana wapo, huduma ni kama kule Mwimbili na kule ukisikia VIP kweli VIP, sio kama kule Mwimbili pa wote basi. Nikamsubiri daktari, baada kama ni saa moja na nusu, daktari kafika, akaanza kuita mmoja mmoja natudumu sasa. Kule wengi ni Waarabu na Wahindi, ndio wanaenda na nami, nikajikuta nami nimo, na tulikuwa Waswahili wanne katika wale wote basi Daktari akapita, anza mmoja baada ya kule huduma ni unahudumiwa kwa muda mrefu sana. Alafu kila kitu kwenda kwa daktari na bembo unapelekwa kutoka kwa daktari na kwa kwenye aka vipimo kuna dada vidada viko kule ndio kazi yao. Nikaenda kwa daktari akaojiana akata na nani yule daktari akaja yule bingwa sasa, mbele yule daktari wangu amwimini asema, ah hebu kwaje kwanza, akaingia kwenye mtandao akaangalia, sema wewe mzee, unajua uende kwenye vipimo leo. Nikaenda kwenye vipimo Nikachukuliwa na ndani ndani nipeleka nikaambia nika tena vipimo kama vile vya mwimbili, pigwa kamba, pigwa moyo, pigwa huku, pigwa huku. Basi nilipomaliza nikapelekwa mahali ngaliba, kaa hapa mzee, usubiri kwenda kwa daktari. Baada ya kama ni saa hivi, nikaenda kwa daktari, daktari akaingia kwenye mtanda. Sasa daktari alinipokea mwanzo, mwingine alionihudumia, mwingine mdada. Sasa wakati yule dada anasoma ripoti yangu, yule bwana mkubwa akaikoka tena yule profesa, ah mzee, akawa kaingia kwenye mtanda Wakani wakaniwekea kwenye screen pale na wanaangalia kwenye laptop yao. Nikamwambia, mzee Mungu ni mema, Nehe Mungu ni mema vini tuka. Kwa hiyo bwana, nimepona. Angalia, figo zimepona, moyo umepona. Nilimshangilia Mungu pale pale, nikamwambia Yesu amenitendea. Yule bwana wananishangilia na kushangilia, Yesu amenitendea. Kwa hiyo nikasema ili jambo Mungu alionitendea ni kubwa, Mungu ameniponya Sita nyamaza kimya, nitakuja kuliambia kanisa la Mungu, nishuhudie mbele ya kanisa la Mungu yale matendo makuu Mungu anayotelea. Mungu ameniponya na ugonjwa wa kunugwa. Unajua, unaona kawaida ukiwa kule Mwimbili, wakati unasubiri zamu ya kuenda kumwona daktari, mnakuwa viti yaani mwenye kama nyie mara mbili hivi, ndio tuko kule, mko kwenye viti, mnaanza majadiliano ka, huyu anakuambia nilikuwa hivi, huyu anakuambia nilikuwa hivi, mimi nilipasuliwa nikanusurika mwenzangu nimekutana naye ya rafiki yangu yeye, ya alishatangulia, tulipasuliwa naye ya akatangulia. Yale maneno yanakufanya uendelee kujisikia vibaya, lakini kwa neema ya Mungu nimesimama. Mwaka mzima na miezi kama miwili nimepambania hiyo hali, Mungu na Mungu anioninikania nimepona, na ninashukuru Mungu kwa hii familia. Nasema ni familia bora kati ya familia bora duniani. Mke wangu na watoto, jamani, walionyesha upendo wa hali ya juu, walishikamana na mimi, kila mmoja alifanya jambo lake kuhakikisha baba anasimama tena. Labda nimwachie mama ongee jambo moja ambalo anaweza kuongea. Karibu. Hey, asante mwanangu. misi na mengi amesema baba. Niwaambie tu yuko Mungu anayejibu lolote unaloiona mbele yako, yuko Mungu anayejibu ametutendea Amempa tena mme wangu uhai. Nakumbuka Kaiwanga, naona hayupo. Kuna wakati tulifika mahali tukakata tamaa, lakini Mungu akatuinulia mtu. Yuko Mungu anayetukubali na anatutendea, ametupa tena uhai, tunaendelea tena kuishi. Mungu ametupa tena miaka mingine ya kumtumikia Mungu awe mwema